Fanya kitu haraka tufurahi kidogo, kujiliwaze wakati viongozi wanabadilishana mawazo yeah. Yanga oye, asante sana basi, kulingana na muda wangu nilivyopewa, niende tu moja kwa moja kuweza kuwazungumza viongozi wawili ambao kama wangeweza kuzungumza kwa, kwa siku ya leo, basi wangetoa maoni kupitia eh, klabu ya Yanga, klabu kubwa kabisa nahapowasi tumsikilize Mweshimiwa raisi mstaafu wa awamu ya nne, pamoja na raisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, naye walikuwa katika mkutano huu. Kwa sauti zao tuwasikilize. abaiza muda kama <coughs> huu tena, wanachama wayanga huko wameweza kukosalika katika kipindi ambacho wanataka kuleta mabadiliko. Bwana habari wetu Godifaimonyo anaripoti katika viwanja hivyo, Wana chama mbalimbali ambao waliweza kutokea katika maeneo ya Oysterbay waliweza kuzuiwa na viongozi mbalimbali akiwepo mheshimiwa eh, waziri wa michezo. Lakini tumsikilize Mheshimiwa Jakaya Mshaki kote alikuwa na haya. <laughs> <laughs> <laughs> Yanga e, <oe. coughs> Yanga safi hii, namalichikwe fursa kuweza kuwapongeza wana Yanga kwa <laughs> <Bwe> mipitia mengi <laughs> nikiwa kama mmoja na mshiriki kwa masuala ya michezo <laughs> Nikaona sio haba <laughs> nikasema niweze kufika ili tuweze kudiskasi mawili matatu. Jamani, Yanga safi japo nilipofika nikaona nimezungumza kidogo na baadhi ya viongozi nikasema jamani, tuna Manji simuoni. <laughs> Kaniambia mzee, subiri tunayajenga. <laughs> naamini hivyo tukiondoka leo hii kwetu litakwepo tu. <laughs> Hey, bwana Manje afanye nini bwana, kizuri kula na mwenzio. <laughs> kwa hiyo, kuna kutunzwa. <laughs> Basi ninashukuru sana, nilipitia katika matatizo mengi lakini naaminisa kabisa katika kila sehemu mtoto akiangalia mazingira mazuri, akawekewa taa nzuri, kama ni mwanafunzi lazima afaulu. Kwa hiyo sasa nafajika sana, Waswahili wanasema, kuvunjika kwa kuleo sio mwisho waunzi. Ay, ubarikiwe. Kwa hiyo ninawashukuru sana Mheshimiwa Mwekile, kaja hapa hakujua ninikwa msoga, lakini ya uh, <laughs> kwa sababu ya Yanga nikasema lazima eh, nifike akendiowasimamze <laughs> <Hey. laughs> katokea wapi tena, lakini nachoamini ni kwamba wana wana Yanga wanaweza. Na asiye <laughs> Na kama kuna mamluki basi, mbona mamluki hapa waondoke tu, watu wache na Yanga yetu. <laughs> <Are you>, Hai. Uh... <laughs> <laughs> Ninawashukuru sana utulivu, utulivu, tulimepewa tu muda mfupi hapa tuweze kuzungumza naye, imezungumzika kisawasawa. Najua mmenimisi wana Yanga, mzee wenu simnanyaminia <laughs> tekana uchini hapa, kila kitu kitakwenda kama kilivyotakiwa. Makofi, hata makofi hamna. <laughs> Kembe, kama mimi sipo basi nenda kaniwakilishe. <laughs> na Yanga itakayokuja nzi hizo sio Yanga ile tumewachia, ya kidogo tu, maneno kibao iya sasa hivi kipigo chake kama alichosema askari. Oi, ni ichambwa kuku. kwa <laughs> hiyo nawashukuru sana, maneno yanazungumzika, tutatuka tukiwa kwenye frere na zaidi na zaidi. baada ya kusema hayo Nimpishe mheshimiwa apate kuzungumza, kuwatakia baraka ya mkutano wenu.